Leseko e uh, ndani ya uh, The Loyal Media tunachukua maoni husiana basi na game ya jana ambayo ilikuwa ni dhidi ya Simba Sports Club na uh, Mashujaa. Ilikuwa ni kiporo ambacho uh, watu jana wakichachua kile kiporo, lakini kuna maoni mengi sana ambayo yanaendelea hapa. Mdau tunaambia nani ndeni, baada hapo ataongea uh, kitu ambacho anakifikiria kuhusu mchezo wa jana. Naitwa Haji Ali Sabiti ni mdau wa michezo na mara nyingi ni mshabiki wa Yanga au ukipenda chinga chinga, yaani makonde makonde. Yaani kwa mechi ya jana ambayo Simba wamecheza dhidi ya Mashujaa au kiporo kiporo kile pamoja kimeliwa, lakini kimeliwa kwa njia ya dhuluma, kwa sababu ukiangalia kwa refa jinsi alivyoendesha mechi na hata malezimeni wake hawakuwa katika standard ya mpira unavyohitajika, kwamba bwana kama tunalenga kuendelea na mpira wa kimataifa, hatuwezi kupendelea upande mmoja au kuwa na mpira wa maelekezo. Mpira wa maelekezo ni kwamba viongozi wa TFF anatoa bwana mechi hii fulani ashinde. Hatuwezi kuvuka kwa mtindo huo. Hiyo hatuwezi kuvuka. Kwa sababu unapotaka uvuke lazima uamini kila klabu itatendewa haki. Lakini mpira wa jana zimetokea penalti za ajabu ajabu. Ukiangalia kwamba kumbe tayari hiki kipolo kilishatolewa maelekezo kwamba bwana hawa ni lazima washinde Simba. Lakini wadau wanasema kwamba kutokana basi na refarii wa jana ndio refarii bora ambaye anajua kutafsiri sheria kumi na saba za mchezo, kwa sababu yani alikuwa anafata hatua zote zilivyo kwamba Mashujaa walikuwa wataka kucheza mpira na au inawezekana ni kutokana na ahadi ambayo wamepewa Mashujaa. Ah, hapana ha, unajua unaweza ukapewa ahadi na ahadi usitendee haki kama huna uwezo wa kuimiliki ahadi. Mwenye uwezo anabaki kama mwenye uwezo, na sio na kipaja anabaki kama hana kipaja. Unaona, bwana, kwa maana hiyo kwa maelezo ambayo wanayozungumzia wadau wengine kwamba refarii ni bora. Kwanza refarii bora huwezi kumchunguza katika mpira wa jana, yani pale kama alikuwa na ubora hana, kwa ujumla kwa watu wenye upeo. Kwa sababu refarii inatakiwa atende haki zote ambazo hata mchezaji anajua, hapa nilikosea mimi, hii ni haki yangu kunihukumu. Lakini jana imeonyesha wazi mpira huu ni wa maelekezo, kwa sababu unaelekeza kwamba Simba lazima ashinde. Na hata hiyo sizungumzii kwa sababu eti mii Yanga tu a -a. Nazungumzia hata yanga nao, unakuta una mechi zingine nazo, najua kabisa huo mpira wa maelekezo kwamba nchi kuna mpira wa watu wawili, Yanga na Simba. Kitu ambacho alafu tunajidanganya, tuko nafasi ya sita au ya saba. Unamdanganya nani? Unaidanganya nafsi, kwa sababu unaongea vitu ambavyo kwenye mwenye macho haoni. Hata kipofu tu asioona anakaa anatambua kwamba hivi jambo fulani sio zuri. Kwa mechi ya jana, ni mechi ya wazi ya maelekezo, kwa sababu refarii amevurunda waziwazishoagelakwanzia yani, hata ile ya kwanza mtu kadondoka nje ya kumi na nane kabakisha miguu ndani ya kumi na nane kwamba weka pale kati hiv. Ndio tunapozungumzia maelekezo. Tunaweza tukawa mimi na wewe, wewe refa, mimi na msaidizi na mwingine, lakini wote tumeshapewa maelekezo, hiyo letu moja haijalishi kwamba alikuwa kati nani, lakini mi na wewe tu, ni watu ambao tumeshaelekezwa, tunafanya jambo ambalo linalofanana au jambo moja ambalo tayari lishakuwa kwenye makubaliano. Ngoma ilikwendaje, hey? Pale ngoma walisha hata pamoja na penalti ile. Ukiangalia penalti ya pili, yule jamaa mpira ulimgonga tumboni, hatimaye refa kwa sababu hajitambui anasema weka kati hivi. Wewe mtu mwenye akili, hata huyo refa akiwa na idea kabisa ya kwamba hivi mimi ninachokifanya kama katika tasiria ya urefa naifanyia haki hivi, pale ye mwenyewe akachukua ile kripu yake ya jana aliyochezesha hapo, akaweke aiangalie, ya atajua mimi sitakiwi niwe refa kabisa. Ikiwezekana niachane ni achane na fani ambayo nailazimisha iwe fani yangu. Uh, kwa majina naitwa Huseni kutoka hapa soko la Chief Kingalu. Mi, game ya jana naiona ni game nzuri ambayo imeleta ushindani mkubwa, kutokana na Simba walitoka kucheza mechi za kimataifa, walifanya rotation ya kikosi ambayo tuliona dakika za mapema wakaruhusu goli, kitendo ambacho kilifanya ile timu ya Mashujaa wakarudi wote nyuma kuzuia, ambayo ilipelekea mechi kawa ngumu sana. Yeah. Kwa ukianza kiu cha kwanza kile ambacho Fado alikiwa amekipanga huko pembeni, ameweka ukajefa uka amempa duchu, si ndio? Uh, ni kwamba Simba inaonekana ina kwamba, uh, bila wachezaji wale ambao siku zote tumewazoea kwa kutubua, inakuwa ni ngumu sana Hamna, mimi sikubaliani na hilo kwa sababu Simba walicheza mpira mzuri. Licha ya kuruhusu goli dakika za mapema, ila mpira walimiliki dakika zote na walikuwa wanashambulia vizuri, ila katika safu ya ushambuliaji ilikuwa butu sana kwa sababu nafasi zilikuwa nyingi. Kiangalia nafasi kama Lionel Alteba alipata nafasi nyingi sana pale, lakini umaliziaji ulikuwa mbovu. Okay. Kwa... Ah, mwamuzi wa jana, labda niongelee dakika za nyongeza, dakika 15 ziongezwa zile laba watu wengi watazungumzia kuhusu hilo kwa zilikuwa nyingi sana ila kuhusu maamuzi ya uwanja, yita, sana, wasabu... pampel, ndani ya uwanja yalikuwa sahihi. Kiangalia hata penati zote mbili, watu sana kwa sababu ilikuwa ni dakika za jioni sana, mechi kwa kibendera wake mwamuzi alijua ni faulo ila yeye bado alikuwa hajajua kwa ni ndani ya box au nje ya, ya box. Ukiangalia kabisa yule kibendera ndo alikuwa mbele. Alikuwa anaona zile contact kutoka Shumari Kapombe mchezaji wa Mashujaa. Kwa hiyo mwamuzi alichukua ile ni maamuzi sahihi. Sijaona kama kuna upendeleo wa design yote pale. Okay. Ah yeah, mimi naitwa Sam niko chief Kingara hapa nafanya biashara ya viatu hapa. Eh, jana mpira wa jana nimeuangalia vizuri na kuhusiana na watu wanaongea sana kuhusiana na refa, lakini refa alikuwa sahihi pamoja na waamuzi wake wote wa pembeni. Kitu kinachoongelewa zaidi ni zile dakika 15 za nyongeza zile, zile dakika 15 za nyongeza, Mashujaa FC walitumia zile fursa kama kupoteza muda, hasa kama walivyokuwa wanapoteza muda na, na, na, baada ya kuongeza zile dakika nyingi 15, baada ya kuongeza dakika zile 15, wakawa wanalalamika kwamba dakika zimeisha, mpira bado unaendelea, hawajaangalia kwamba makosa yao walivyokuwa wanapoteza muda uwanjani na refaria alitumia nafasi hiyo hiyo, pamoja na lile goli la pili lile la penati lile laz, nani refaria nani, alisema kwamba ni foul, lakini baada ya kwenda kujihakikishia kwa mwamuzi wa pili ambaye ni lazimeni akasema hiyo sio foul, hiyo ilikuwa ni ndani, na baada ya marudio. Kwenye, kwenye runinga tumeangalia na kweli mtu alipigwa foul ndani ya, ya penati mpaka ikawa mkwaju wa penati, ile ilikuwa ni penati halali kabisa yani. Wale Mashujaa kumzonga refari ni kama ni kum, komba, yani kumtoa nje ya mchezo kwamba asipate maamuzi sahihi, lakini kwa kuwa kuna wa, wa, wasaidizi wake, maanake ile foul ilitokea huyu refari alikuwa alikuwa nyuma ya, ya, ya, ya, ya, ya, nani, ya mchezaji wa Simba lakini alokuwa ameiona ile foul imetokea, ni lazima eneo yake kibendela wa pembeni, ndio alikuwa kwanza kuiona ile foul. Hata maamuzi ya kwanza ya refa wakati alisema kwamba ni foul, lakini baada ya kuja kuhakikisha ukawekwa mkwaju wa penalti na ule mkwaju wa penalti ulikuwa ni sahihi kabisa yani. Ndio kwa upande wa kocha Fadu, labda ni vitu gani ambavyo ungetaka kumshauri kusema basi na hizo game ambazo zimebakia za vipolo, ili at least kama zikichezwa kwa upande wa timu yake zisizo zina mushkeli mushkeli, nini afanye labda? Ah, kocha mimi kocha kwanza nampongeza. Kocha wetu ni mzuri sana anapata na, na, matokeo mazuri tunaridhika naye. Cha kufanya pale angalia tu wachezaji wacheze vizuri, wasije wakapata majeraha kwa sababu tuna mechi kubwa hapo tuna tarehe 17 na tarehe 25 ya kimataifa. Kwa hiyo ni kucheza tu kwa makini na wachezaji wote wanatakiwa wapate nafasi ya kucheza kama walivyokuwa wanachanganya changanya jana. Kwa sababu wote wachezaji pale wamesajiliwa ili wacheze, hamna mtu aliyekaa pale ili akasugue benchi pale nawale wachezaji wale wanapata nafasi wanaingia wana kwenye uwanja wa mazoezi Fernandez Mavambo uanaazoea ni wachezaji wa kwa wazuiamajia anaitwa ma Ismail chiina ni mdaaaoogo. Eh. Watu wasema kwamba game jana kama umebebwa hivi mboleko kubwa sana. Ah, ngumu, ile game imepigwa vizuri tu. Bwana, mpira wetu wa Tanzania ndio ulivyo. Akicheza Yanga, watu wa Simba watasema Yanga kabebwa. Akicheza Simba, basi watu wa Yanga wanageuka kabebwa Simba. Lakini mpira kiukubwa bwana, waamuzi hatuna kaka. Waamuzi hatuna. Watu wengi wanafuatilia hizi mechi tu za Simba na Yanga. Eh, wanafuatilia hizo lakini, ukienda hata ukiangalia mechi kacheza na Mungo kacheza sijui na Mashujaa, ukifuatilia waamuzi hawako vizuri kabisa. Lakini goli la kwanza ile ambao ambao Simba walifungwa, uh, ah ile goli la kwanza ambao Simba walifungwa ambao na uh, maamuzi alika kitu kati na tukasema yes fresh kibaka chukua ngoma. Goli lilikuwa liku, safi halina shida. Kusana penalty ya kwanza ambao Simba walipata leo, unaongelea vipi? Penalty ni sahihi, ukiangalia hata marudio jamaa alinyanyua mkono pila ukagonga kwenye mkono, mwamuzi kalala kati, mambo safi. Mahmudu Mahmudu, unaona gani usina game ya jana? Game ya jana kwamba mimi naongea kimpira, kwamba kimpira, kwamba timu zetu Tanzania, kuna timu nyingi, ila Simba na Yanga ni timu kubwa, au tuseme ni timu mama, ambazo wao ndo zimeanzisha useme kama mashindano au mpira, lakini kwamba kwa kuhusu game ya jana kwamba marefarii au watu ma, yani waamuzi wa mchezo ni hawajawa fea kwa timu ya Mashujaa. Kwa nini hawajawa fea? Wewe oh, unaona ni sehemu gani ambayo unaisema hawajawa fea? Kwa sababu mwanzoni wa Mashujaa wamefunga goli dakika sita tu na refa kukubali. Sasa ndio lakini by then uh, wakaanza kulala wakawa wanapoleza muda ndio mmepewa ahadi uh, kuna, kuna uh, bonus ambao watapewa lakini uh, inabidi muoneshe uwezo ndani ya ndani ya uwanja ili watu jamaa wanastahili kupata bonus. Kwa jana sema refa alikuwa kipindi cha kwanza kweli, alikuwa ipo hamsini kwa hamsini, kwamba ni alichezesha haki, ila kwa kipindi cha pili sijajua ni nini, ila kwamba kipindi cha pili alikuwa yupo, ku... yupo... beneti sana kwa timu ya Simba, yaani kwamba kweli kuna, kuna kupoteza muda lakini sio kwa kusema kwamba kwa dakika ambazo zilizoongezwa na pia kwa jinsi ambavyo walivyochezesha make. Kwa mechi ya jana, kwa mimi niliona jana, kwa mengi kuwa hamsini kwa hamsini, kwa mengi kuwa kwa ni moja moja moja, au ni moja bila, kwamba penati ya kwanza huenda ilikuwa kwa macho yangu mimi, huenda labda ilikuwa ni sio penati, kwa mazingira kwamba yale ambayo mchezaji hajaguswa kusema kwamba ni sehemu ambayo ni kubwa kiivyo au ajafanyiwa ubaya kiivyo, kwamba paka yeye kulala tuta, kwamba ni angeweza kutoa uamuzi wengine, huenda itolewe ndani ya kumi na nane, huenda angefanya vyovyote, lakini sio kwa kuweka penati. Na pia anazungumzia kwa penati ya pili kwamba bado haijawa fair pia, na dakika ambazo zilizoongezwa ambayo ilikuwa sio dakika timilifu, maana hawezi kuchezesha mechi ambayo kama aliweka mia na ishirini na mbili kwamba sio fainali, sio nusu fainali, umeona pia. Bado timu kama Simba huwezi kusema kwamba wakashangilia ushindi kama wajana, kwamba sio ushindi wa haki, okay.